Tayari hawana pressure. Matokeo yoyote ya sare yanawapa pia ubingwa, ila wakifungwa wanamwachia Simba pakom. Shambulio la Young Africans anaekewa Clement Francis mzizi anafanya kile ambacho wana young Africans walikuwa wana kisubiri kutoka kwake. Nini wafanye mashabiki wa Yanga, nini unategemea kutoka kwa wananchi wakati kama huu? Salute ya sergeant Ibrahim Abdullah baka ilianza kama utani, yeye ndi...